Mimi siko kwenye nusu ya wasiorudi. Kwa nini nisirudi mimi? Na, mimi nimefanya kazi zangu vizuri. Mheshimiwa Rais ametufanyia kazi nzuri jimboni na mimi kama msimamizi wake nimefanya kazi nzuri. Kwa nini nile na wasiwasi? Kazi, pesa yote ya serikali mama Samia aliyoileta nimeisimamia vizuri sana vizuri sana. Nyie ni waandishi wa Geita, ninaweza kuwa kwenye namba moja au mbili, sitaki kutaja nani mwingine, lakini na, mimi najiamini nimefanya kazi nzuri sana kwa sababu mimi ni mbunge wa 16 kwenye hili jimbo na tofauti iliyoko kati ya wabunge waliopita na mimi ni mbali, mbingu na dunia. Kwa hiyo nimeweza kufanya kile kazi za serikali vizuri, nimesimamia hela zote alizoleta ilizoleta serikali, nimesimamia mikutano, nimefanya kazi nzuri na wananchi wangu, wananipenda wai niyo, na wasiwasi mimi siko kwenye asilimia hamsini. Nimefanya kazi za serikali, nimefanya kazi za kwangu mwenyewe kama mwakilishi za kwangu personal, nimefanya inawezekana ndio jimbo pekee liko vizuri kwenye mkoa huu wa Geita, kila kata ina ambulance, kila kata ina ofisi ya chama inakaa na gari ambulance, alafu nakuwa na wasiwasi wa wasi kula kwa sababu gani? Ndio maana nasema, nawakaribisha watu wote, hata wenyewe waandishi, ukitaka kuosha jina, chukua fomu, kama unataka hata sasa hivi nikulipie, mimi sina tatizo. Nimefanya kazi nzuri, unajua, na e, nawaambia kila siku, unavuna ulichokipanda kipindi cha miaka mitano. Huu uchaguzi sio bahati mbaya, tulijua kabisa ikifika tarehe 27 mwezi wa sita bunge litavunjwa kwa hiyo tulijiandaa uchaguzi, tulijiandaa staili yoyote, tulijiandaa kuvumilia, tulijiandaa pia kuondoka wale ambao wanajua hawatashinda. Mimi siko kwenye ile grupu, kwa hiyo usiniulize kwenye asilimia hamsini za watu wanaoshindwa. Hakuna mtu, ana, mtu anayefanya kazi milele. E, kustafu ni lazima. Umemwona mzee Mkuchika, ametuaga juzi wa bunge, lakini mle ndani tuna wabunge kama mbunge wa Isimani mheshimiwa Lukuvi anaenda mwaka wa 35. Kwa nini mimi mnanikisia nistaafu na vipindi viwili au vitatu? Kwa nini mimi usinikisie kwenye 40 na mimi nikawa senior MP mle ndani, nikawa napokea wanafunzi? Kwa hiyo ninao mpango. Lini hiyo, Mungu ataamua, lakini pia wananchi ndo wanakufanya uwemo mle ndani. Kwa hiyo wewe cha kufanya, ungenishauri tu kwamba nakuniombea nishinde, halafu niendelee kuwa na moyo huu wa kuwasaidia watu wangu ili waendelee kunichagua. Nataka niseme ukweli kwamba si muda wake kwa sababu sitaki kuwa na kampeni ya kushitukiza. Yani mtu asiyejiamini ndio atapiga kampeni. Bahati nzuri nyinyi ni waandishi wote wa mnatoka Geita, mnafahamu mipango iliyoko kwenye jimbo langu, na jimbo langu ndio lilikuwa jimbo la kijijini kwenye majimbo yote, lakini sasa tunashindana na watu wa mjini. Kwa ninayo mipango mingi ambayo najua, pamoja na kwamba niko kwenye kipindi cha uchaguzi, lakini najua huu unaendelea, huu unaendelea, huu unaendelea, nitakapopata nafasi ya kupita angalau kuona tutaenda kushauriana na watu wanaoendelea na miradi. Naijua miradi yote na nitaendelea kuisimamia, bahati nzuri mi bado ni mneki. Ninaweza sasa hivi hapa nilipo nika change, nikala bendera pale na wakanipokea hapa. Nikaenda kufanya ziara nikasema naenda jimbo. Mimi ni mneki. Sasa bado niko tu sana bado nitaendelea kulisimamia jimbo e, mkoa wangu wa Geita, Tanzania nzima, mimi ni mneki wa kapu, naweza kwenda kufanya kazi ya chama kwa kipindi hiki, bado nina nafasi nzuri sana kwenye chama ya kunifanya nizunguke kama mwanachama Chama cha Mapinduzi.